lakini kweli mkwangu, mimi ninapokuona, unajua kama anakusengenya mkwangu, hajafanya kabisa. Mimi nilijua tu ile mbea, unajua unajua lazidi mbea nani oinaniaza, yaani anataka tugombane sasa. Nimeshamstukia hapa, cha msingi tunatembea mtaani mikono tumeshikana mikono eh, ili aumie roho. Mke wangu ngekuonea, asiu najua unanipenda sana, huwezi kufanya ujinga huo. Wamekusingizia mke wangu mzuri ndoaaszasingizia